Asubuhi ile hatukuamka haraka, tulikuwa bado tumelala, tukisikiliza upepo wa bahari wa Zanzibar ukigonga mapazia mazito ya hoteli yetu. Yeye alinivuta karibu zaidi, kana kwamba hakutaka safari ianze. are you ready? Aliniuliza kwa sauti ile laini inayosababisha miguu yangu yote kupoteza nguvu. Sikuwa tayari, kwa sababu nilijua tukiondoka Zanzibar tutaingia sehemu mpya ya safari, sehemu ambayo sikuijua lakini nilihisi tulijiandaa. Taratibu tukacheka kama wapenzi wachanga, tukishikana sana na maneno matamu ambayo hata leo yananifanya nitabasamu nikiyakumbuka. Kila kitu alichofanya kufunga begi langu, kubeba mzigo wangu, kunibusu shavuni, nilihisi kama sinema. Wakati tunatoka hotelini, mvua nyepesi ilianza kunyesha, mvua ya baraka. Yeye yeah, akasema, This is a sign Our journey is blessed, Dina. Niliamini. Nilitamani. Kwa safari uwanja wa ndege wa Zanzibar. Tulipofika airport, hewa ilikuwa baridi na harufu ya matope kutoka pwani ilijaa. Wapenzi wengine walikuwa wakikimbizana na mizigo, lakini sisi tulikuwa kama dunia imetutenganisha na kila kelele. Tulipokuwa tukisubiri boarding, alinikumbatia kutoka nyuma. Akipumua shingoni mwangu, sauti yake ilitetemesha mwili wangu. In Mombasa, i want you all to myself. Niligeuka nikamwangalia, ule moto machoni mwake ulikuwa mwanzo wa kitu kisichoweza kuzimika. Ndege ilipanda, safari ya mapenzi mapya. Ndani ya ndege tulikaa dirishani, alinishika mkono wote safari nzima. Aliandika kwenye simu yake, when we land Our story begins for real. Na aliniangalia mpaka nikashindwa kuhema. Nilijua mahaba yalikuwa yamefika kiwango kingine. Kutua Mombasa, penzi linalowaka moto. Tulipoingia hotelini macho ya watu yalitufuata, haswa wanawake. Kuna kitu kuhusu wanaume weupe Mombasa, wanavutia kama bia baridi mchana wa joto. Wanawake walikuwa wanatazama bila kuficha, kuna aliyetupigia macho kuna aliyepiga tabasamu, kuna aliyecheka kiolele kumvutia. Lakini usiku ule tulipofika chumbani, hapo ndipo penzi letu lilipofunguka kwa weupe wote. Hakuna maneno yanayoweza kuelezea ule ukaribu, ule moto, ile chembe ya mahaba aliyoniwekea moyoni. Sikuelewa kama ilikuwa hewa ya pwani au ilikuwa hatima, lakini mapenzi yetu yalianza rasmi usiku ule. Siku ya pili, Mombasa yasema, karibu kwenye majaribo. Nilishaambiwa Mombasa wanawake ni wepesi, ukija na mzungu kaa macho. Mara nilihisi ukweli wake tulipokuwa kwenye mgahawa. Dada mmoja mrefu, mwili umejengeka, mweusi mngavu kama makaa, akatokea. Mwili wake ulikuwa na ule mwendo wa wanawake wanaojitambua. Macho yake yalikuwa moto kama moto wa makaa, ndiyo Sharoni alimwangalia mpenzi wangu bila aibu hata kidogo. Alitabasamu kwa kujiamini, akageuza nywele zake kwa mkono mmoja, akasogea karibu, kana kwamba mimi sipo. Hi, you look new here, Sharoni akamwambia kwa sauti ya kutetemesha mtu ambaye hana imani imara. Nilijua hapo ndipo vita inaanza. Kila dakika moja akiwa karibu yetu, Sharoni alikuwa akijaribu kumchukua kwa macho, tabasamu, sauti, hata mguso wa mkono. Na si Sharoni tu, kila tukipita sehemu wanawake walikuwa wanamtazama mzungu wangu kama dhahabu iliyowekwa mezani bila ulinzi. Ilinikera, nikachoka, nikatamani kurudi Tanzania. Lakini yeye alinigeukia usiku ule na kuniambia, "Dina, I am with you, not anyone else. Don't let these people break you." Ndipo nilijua mapenzi yetu hayakuwa mchezo. Alinipenda, alinichagua. Siku ya tatu, drama ya Sharoni yaanza rasmi. Sharoni hakuacha, aliibuka kila mahali kama kivuli, kwenye bar, kwenye beach, kwenye pool, hata kwenye lift. Alikuwa na mpango wa kumchukua mwanaume wangu kwa gharama yoyote. Na ukweli ni kwamba wanawake wengi Mombasa wanaamini mzungu ni tiketi ya maisha mazuri Ulaya, biashara, pesa, maisha ya kifahari. Lakini Sharoni hakukubali kushindwa, alitumia kila nguvu, kila mbinu, kila ujanja, mpaka siku moja nilipoona akimshika mkono mpenzi wangu kimapenzi na kumvuta pembeni, nilipasuka kama bomu. Nikaingia kati yao na kusema back off Sharoni, he is with me. Watu waligeuka kutazama, Sharoni akacheka ile tabasamu ya dharau ya wanawake waliozoea ushindani. we will see baby girl, akasema. Ndipo nilijua huu mji haukuja kutuchezea. safari ya kurudi, drama ya airport. Tulipofika airport, nani alitokea? Ndiyo, Sharoni, kwa gauni jeupe linalowakajua kwa kujifanya itikafika kwa garafiki, lakini macho yake yalishashambulia tayari. Alijaribu hata kumpa namba yake mbele yangu, nikaumia, nikatetemeka, lakini mzungu wangu akafanya jambo lisilotegemewa. Aliichukua ile karatasi ya namba, akaitikisa kidogo, kisha akaipasua vipande vidogo na kutupa kwenye dasbin. Akanishika mkono wangu hadharani, akanibusu mbele yake, akasema kwa sauti i choose her. Watu walipiga kelele za mshangao. Sharoni akageuka akiondoka kama moto uliomwagiwa maji. Nilijua Mombasa ni mahali pa mapenzi, lakini sikuijua pia ni uwanja wa vita vya moyo. Na kama ulikuwa unafikiri Zanzibar ilikuwa moto, Mombasa ilitufundisha maana ya kupigania penzi halisi. Lakini safari yetu haikuishia hapo. Ndugu zangu, nilidhani Mombasa ingekuwa tu sehemu ya kupumzika, lakini imekuwa mahali ambapo penzi letu limezidi kushika mizizi. Tumepitia macho ya Sharoni, vishawishi vya wanawake wa pwani, drama ambazo zingevunja mtu mwingine yeyote, lakini sisi tuliibuka tukiwa pamoja, tukiwa imara zaidi kuliko siku zote. Lakini ninapowaambia hivi, moyo wangu unatetemeka kwa sababu kadri siku zilivyokuwa zinasogea ndivyo pia tarehe ya safari yake kurejea Ulaya ilivyokuwa inatukaribia kimya kimya, kama mnyama anayewinda gizani. Sikutaka kufikiria kuhusu hilo, sikutaka kuamini, lakini siku ile ilikuwa karibu mno kuliko nilivyotaka kukubali na kwenye sehemu ya tano nitawaambia jinsi tulivyopigania siku zetu za mwisho, kama watu wanaojua muda wao umehesabika. Usikose, kwa sababu kinachokuja ni machungu, ni tamu, ni moto, ni hofu, ni matumaini, ni mapenzi ambayo niliyaishi kwa pumzi, kwa machozi na kwa tabasamu. Subscribe, share, like. Safari yetu inaingia kwenye hatua inayouma na kuponya kwa wakati mmoja.